Kweli ni kweli, wanawake ndio watoaji wakubwa katika familia mm. watoaji wa nini? <laughs> <laughs> yeah. Eh? wanawake ndio watoaji wakubwa. Mimi natoweza kukubalia kwamba wanawake ni watoaji wazuri ni kwenye makanisa Hapana, eh. Mimi kweli ukiniambia makanisa ndio, kwani, ngoja nikwambie, katika makanisa wanakuwa wengi wanaume, wanawake wapi? Wamejaa makanisani, na makanisa yanatengeneza shingapi sasa hivi, si mamilioni? Wengine mpaka wanagombana na waume zao, anapewa hela anapeleka kanisani, anapeleka kwa mchungaji, wanaenda kujenga kanisa, nyumba zao hawajajenga. Eh, si ndio? Au mnaogopa kuongea? husi mwezi wenu tuongee tuonge, tunaongea kuhusu nyinyi mungu yuko wapi wanasema wanamtolea mungu mungu yuko wapi <laughs> <laughs> a, a, mungu, eh. hey. mungu yuko kila mahali. mungu, mungu anahitaji jengo Ay, kwa hiyo sadaka sadaka eh? sadaka zinaenda kusaidia watu Yewa, okay. kwa hiyo hawa wachungaji wote nyinyi mnaona wanasaidia watu <laughs> zile hela zinaenda kusaidia watu Kambia unabarikiwa una nini? <laughs> Un chukeni mike, wape mike kwa sababu hii mada inawahusu na nyinyi. Huu ni mwezi wenu si ndio eh? Lakini sasa mjitambue kama huu ni mwezi wenu, halafu nyinyi naona kama mnapelekwapelekwa wape, tuongee ah. <laughs> wanawake ndio mmejama kanisani, hii ndio watoaji wakubwa wa sadaka kanisani, na hawa wachungaji ni mamilionea sasa hivi. Ndio. Si ndio? Nimewakubalia kwamba nyinyi kwenye kigezo cha kanisa tu nyinyi ndio mnaongoza kwa kutoa, ndio mnatoa vitu vingi sana makanisani, vingine hata umezenu ama wapi mnaapa wachungaji. Hapana, yani tuongee, twende tunatoa tu sadaka, kwa hiyo ni sadaka tu fungu la kumi ili Mungu atubariki <coughs> Wanaume zetu watoto wetu, mm. E, yani mwanamke ndo inabidi yani awe yani kipaumbele kwa Mungu, kumsaidia, yani kumwombea mume wake awe vizuri, asimame. Hawezi bila maombi ya mwanamke. Viongozi wa makanisa ni wanawake wanaume sana sana wana, ni wanaume lakini sasa hivi yani ni wanaume mix, sote kuna wanaume kuna wanawake, viongozi wa makanisa ni wanawake ni wanaume, lakini nyinyi mnaenda kutoa sadaka zenu kwa Mungu ni mwanamke ni mwanaume, hey? <laughs> Mungu ni mwanamke ni mwanaume? Mungu ni mwanamke ni mwanaume? sikatumba kwa mfano wake Katumba kwa mfano wake. Kwa hiyo Mungu ni mwanamke mwanaume? Eh? Yesu alikuwa mwanaume mwanamke? Lakini Yesu si ni Mungu. Eh? Hapo sasa hapo. Mbona? Eh? Nimesha vuruga kweli kweli mpaka. Tupe majibu. Yesu ni Roho. Lakini mpe mic mpe ni mic hapa. Madam Superwoman atuambie, Mungu ni mwanamke ni mwanaume? Mungu ni Roho, eh? Kwa hiyo kutumba kwa sura na mfano wake ni kwa sababu wote tuna roho, mwanaume ana roho, mwanamke ana roho. Kwa hiyo hiyo roho ndio inayofanana na Mungu kwa hiyo, lakini Yesu, miili aliyotupa ya, ya kuishi hapa duniani hiyo, eh, ni miili tu, na ndio maana inabaki hapa kwamba tunaporoho zetu zinaporudi kwa Mungu, miili yetu inarudi ardhini. Kwa hiyo Yesu alivyokuja, uh, yeye alikuwa ni Mungu kwa maana ya Roho, lakini mwili wake Um, mwili wake ndio ulikuwa unafanana na sisi kama binadamu. Mi na swali hapa sasa, naomba msikilize. Kama Mungu hana jinsia, si ndiyo? Akaamua aje duniani kama roho, achukue mwili, kwa nini akuchukua mwili wa kike? Aa. Kwa nini aje kama mwanaume? Why? Ni jibu swali nyinyi mnaongea matokeo. Hapana na na ndibu. Kwa nini asije kama mwanamke? Lakini ili aje hapa alipita kwa mwanamke. Eh? Eh? Eh? Eh? Ah, ah. Kwani Yesu si angeza kuzaliwa tu akawa mwanamke? Lakini kwa nini alizaliwa na mwanamke? Hamjanielewa, ah, swali langu. Akishuka kutoka mbinguni kama mwanamke. Ah, ah. Yesu si alizaliwa pia? Si ndio? Kwa nini akuzaliwa angekuwa msichana? Na kwa nini alizaliwa na msichana mwanamke? Ah, mimi sizungumzii jinsi alivyokuja, nasema kwa nini Yesu asingekuwa Mwanamke wai Mungu si ana jinsia? Eh, ameamua aje kama mwanaume. Listen, mwanaume Kwa nini ameamua aje e, ni kama mwanaume? Eh, sikiliza, hayo ni maamuzi yake kama Mungu kwamba alimuona mwanaume tangia kuumbwa kwa dayali mwanzo wa, wa kuumbwa alimwona mwanaume akamfanya yeye ndo awe msimamizi wa kila kitu, lakini akamfanyia msaidizi. Kwa hiyo kama mwanaume ni mtu strong, mtu anayechukuliwa kama kiongozi, mtu ambaye anaweza akasimama mwanaume, mwanaume ni mtu strong. Ah, ah, anaweza akasimama. Nisikilize kwanza, Sharon alichukuliwa yani, yeye ameumbwa ya kama kiongozi. Kwa hiyo yeye anasimamia, anaweza kutoa mamlaka, anaweza kutoa amri. Kama ndio hivyo karo, kwa nini mwanamke aliumbwa amsaidie? Kwa nini amsaidie kama yeye ni strong? Kwa sababu anahitaji mtu akumsaidia. Mimi nauliza maswali kwa sababu kumbukeni, tunatafuta mwanamke ni kwa hiyo ngoja, umeshamchanganya. So, langu ilikuwa kwa nini Yesu akuja kama, kama wewe uko unaenda kwingine so, eh. <laughs> Una divert, eh. Kwa nini Yesu alikuja kama mwanaume uwezo wa yeye kuwa tumboni kwa Maryam mm, kutokea mchana anao aliweza angeweza wa mwanaume Mwanaume wa kwanza ni Adam. So kwa nini Mungu aliuma mwanaume kama yeye ndo wa kwanza? Natuuliza swali, si ndio? Adamu. <laughs> Aa, kwa <laughs> Adamu sasa, kwani mwanamke asinge kuwa msingi? Manake Mungu ana jinsia? <laughs> um, mpeni, mpeni mike leo leo tutaona, leo yani Mungu yeye alivyotaka mahusiano na wanadamu akatuumba kwa sura na mfano wake, lakini mfano e, am... wake. E, Lakin... e. eh. wake ambao ni roho roho roho haina eh. Jamani, Mungu katuumba kwa mfano wake ambao ni roho roho, haina jinsia, swali okay. So, langu alipoamua e. pale alipoamua e, bwana mimi nabidi nikawacheki wale watoto kwa nini aje kama mwanaume mwana mwanamke shida iko hapo, aliweka kama mwanaume, alafu huyo mwanaume akaona hawezi kukamilika, akamfanyia msaidizi wake, ili wao huku duniani, hawa watu wawili ndio akawapa kibali cha kuishi na kuitawala dunia na sio Mungu. Lakini wanadamu wanaitawala dunia kupitia Mungu kwa sababu wao tayari tuna roho ambayo inafanana na Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko mbinguni, lakini katupa roho yake ambapo sisi hapa duniani, ili tuweze kuwa na mahusiano lazima tuwe wawili, ambaye ni mwanaume na mwanamke. Mimi yuko kote nakubalia, lakini umeenda mbali sana, kwa sababu kama ndio hivyo, basi Yesu angekuja na mke wake <laughs> <laughs> hey, si hili wote pamoja kama Adamu na Hawa, Yesu angezaliwa mapacha wa kike na kiume, si ndio? Au hapana? Kwa sababu ah, yeye kusudi la Yesu kuja hapa ni kurejesha tu yale mahusiano ambayo yalipotea ambayo mahusiano huku duniani ni mwanamke na mwanaume. Hapana, mahusiano ambayo yeah, yalipotea ni ya Adamu na Mungu, baada ya kutenda kosa ambalo waliambiwa wasifanye. Ambao waliotenda kosa alikuwa mwanamke na mwanaume, lakini aliyeulizwa ni mwanaume. Yeah, aliotenda kosa ni mwanamke na mwanaume, wa kike na wa kiume. Kwa nini Yesu aje mwanaume kwa sababu yeye kazi yake ni moja tu, hakuja kuoa wala kuzaa watoto yeye, amekuja kurejesha tu mahusiano sasa. Mbona tunaona kuzaa watoto Mungu hata anatuchanganya hapo? Ah, ah, sisi tuko hapa duniani kazi yetu ni kuitawala okay. hii dunia. Yesu amekuja kuturejesha kwenye mahusiano, ili arudi kwenye kutawala dunia. Kuna mwanamke na mwanaume kaja kurudisha mahusiano na Mungu, akuja kuzaa na kutawala dunia. Ndio maana yeye haishi duniani, sisi ndio tunaoishi. Yes, sisi tunaoa eh, ndio, yes walioa. Hajaoa sio kusudi lilomleta. Kusudi lake ni moja tu, kurejesha mahusiano yetu na Mungu. Kwa hiyo nyinyi ni wanawake ngoja basi. yes, yes, yes. Nyinyi ni wanawake, mnakubali kabisa kwamba ni sawa Yesu kaja mwanaume, kwamba haikuwa sawa aje mwanamke? Nauliza nyinyi ni wanawake, mwezi wenu eh, wanawake mmekubali eh? Yesu aje mwanaume, asingekuja mwanamke, kwa nini? Si kusudi la Mungu. Mungu nani? Mungu ana jinsia? Sasa labda wewe una maoni gani? Yesu alikuja kurejesha mahusiano yale ya Adamu, ya Adamu, Adamu, mahusiano ya Adamu. Adamu ndio mwanaume aliyeumbwa wa kwanza kabla hajafanyiwa msaidizi, na wakati yuko kwenye bustani ya Edeni alikuwa na mahusiano na Mungu mazuri sana ndio maana hakuwahi kujiona yuko uchi, wala hakuwa na njaa, wala hakuwa na anafanya kazi kwa jasho. Wakati huo yuko vizuri, lakini alivyofanyiwa msaidizi wakapewa maelekezo ya vitu wa ambavyo wasifanye, walivyofanya ndio walipokata mahusiano na Mungu. Kwa hiyo Yesu alichokuja kufanya ni kurudisha tu yale mahusiano. Kwa maana hiyo ili tuweze kwenda vizuri sasa hivi hapa duniani tunapaswa kuwa na mahusiano mazuri, yani ile shughuli ambayo Yesu alikuja kuifanya yeah. tuikubali ile redemption. Mtumishi, mimi nakukubalia shida <laughs> yangu iko hapa. Alisema brother vizuri kwamba wanawake nyinyi mkiondoka tutaadapt, si ndio? Kabla ya, hapana, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja. Kabla ya Hawa Adamu alikuwepo? Hapana, hilo ngoja, ngoja, ngoja, ngoja. Kabla ya Hawa Adamu alikuwepo au kuepo? Alikuwepo. Kuna sehemu yote kwenye Biblia imesema Adamu alikuwa na shida. Eh. Alikuwa ana shida. Eh. Ah, jamani tusibadilishe maana. Eh, ndio. Kwa maana Mungu alisema si vyema. Ah sawa, lakini yakusema kuna shida. Si vyema ndio si... shida hiyo. Eh? Si vyema ni shida. Maana ingekuwa ni vyema. Mungu alipokuwa anaumba kila kitu akasema ni vyema lakini Adam alivyokuwa peke yake, akasema si vyema, akasema si sii. Kwa hiyo Mungu aliumba kitu ambacho si chema. Ngoja, ngoja, ngoja kwa hiyo Mungu aliumba kitu ambacho si chema. Kipi chema? Kipi chema? si Adam. Kao hivi. Aa, alisema yaani aliona ali. Yaani kwamba Adamu akiwa peke yake duniani, Mungu ni roho, kwa hiyo mahusiano yake na Mungu ni ya kiroho, lakini Adam sasa mahusiano ya mtu ambaye atagusana naye, waongee vizuri hivi, ndio hiyo Mungu aliona aha huyu kuwa na mahusiano na mimi kiroho ni sawa, lakini yeye kubaki single si vyema. Lakini si vyema ni shida au? Ni ni shida moto, ah. Eh, anahitaji apewe companion ambaye wataelewana. Kwa hiyo Mungu aliumba changamoto, aliumba katengeneza, katika matengenezo yake akaona hapajakamilika, ngoja nimkamilishe. Yes. Ni ngoja ni. Kwa hiyo Mungu alimakitambacho hakijakamilika hivi. Ukiangalia hii dunia sasa hivi, kuna sehemu gani haijakamilika? Na majengo ni ya wanadamu, sio ya Mungu ah, ah, si ndivyo? Yani dunia haijakamilika, in short kwamba ili pakamilike, let's say kwenye upande wa construction majengo, kuna sehemu hazijajengwa, ni viwanja bado vinauzwa. Kwa nini vinauzwa ili vijengwe? Kwa nini vijengwe ili vilete vichangie kuongeza pato la mwanzo na mwisho anajua kila kitu. Yes, aliuandika mwanzo kabla ya kuya. Yaani ana ujua wote. Kwa hiyo kabla ya mumba Adamu kuona hiyo shida. Si ndo maana ni process. Yaani inaanza imefika kipindi fulani inabidi imaliziwe na hiyo. Wewe unataka kuamini Mungu akujua kama Adamu atakuwa na shida. Ndio maana alisubiri amuone kwanza. Akamwona ah kwa sababu ni ameandika ili mchakato. Wewe unataka Mungu azisubiri uibiwe? Yes. Nikiibiwa nitakumbuka kufunga. Ah ah.